Tunasema ya kwamba, kama chama ya kwamba yule support director uko hapa, Dr. James Gituru Kinecho amekuwa mlafi wa pesa, amekuwa mwizi, kwa sababu mara kwa mara akijua pesa za, pesa za serikali zimeingia anatengeneza hafla wali, kupitia kwa ofisi ya KEPSHA walimu wetu wananyanyaswa, na unapata ya kwamba shule zingine ni ndogo mno, hazina hata hela kule kule mashinani na pesa zote zikiingia wanarudisha kwa ofisi yake. Sisi tunasema kama chama ya kwamba serikali tukufu ya ya Rais William Ruto ina pesa za kutosha na afisi yake imepewa pesa na Wizara ya Elimu ambayo inasimamiwa na, na, na waziri Waziri Migos Ogamba. Kwa hivyo tunasema ya kwamba kuanzia leo hatutaruhusu kama chama cha Knut walimu wetu wananyanyaswa kutozwa pesa. Yeah. Na wale ambao wametoa lazima orejwe pesa zao na wale ambao hawajalipa hakuna pesa zitalipwa. Na tunasema hivi tukimaliza ya kwamba hatumtaki Daktari James Giturkinechu aondolewe demand ya kwamba in Mutomo sub county lazima kufanywe KEPSHA elections, kwa sababu tumeelewa ya kwamba ofisi ya KEPSHA inanyanyasa walimu wetu, na kuanzia leo, lazima tut tutapiga tuta meza tutalazimisha kufanywa KEPSHA elections in Mutomo sub county. Ile ofisi iko pale iko over 15 years bila uchaguzi, na wamekalia viti ndio wananyaza walimu wanatengeneza mbanje hapa na pale. Mambo hayo tumeyakana, tumekataa katakata kata.